Tuelekee kaunti namba 26 ambapo wakulima huko Trans Nzoia wametakiwa kukumbatia bima ya kilimo ili kujilinda dhidi ya hasara zinazotokana na changamoto za kilimo haswa kiangazi na mafuriko. Ushauri huu unatolewa kufuatia ongezeko la hasara ambayo wakulima wamekuwa wakipata kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanayoathiri uzalishaji wa mazao. Wakizungumza kwenye warsha ya uhamasisho huko Kitale, maofisa wa mamlaka ya kudhibiti bima nchini wamedokeza kwamba wanapania kuwahamasisha wakulima kuhusu umuhimu wa bima ya kilimo, hasa bima ya mimea, ili kuwasaidia kupunguza athari za kifedha wanapokumbwa na majanga okay nchi wa Trans Nzoia, haswa Trans Nzoia kwa gala la mahindi ni vyema tuliona tuwahamasishe kuelewa madhumuni ya kwanza. Hii state corporation inaitwa Insurance Regulatory Authority mamlaka yake, na pia tuweze kuhamasisha kujua umuhimu wa bima, bima kibinafsi, bima kwa jamii, na bima kwa zile biashara ambazo wanazo.